Mfalme hatua ya kwanza, akasema, wanapozaliwa kwanza, wapeni kazi ngumu, wasiweze kuzaa. Akaona wanaongezeka kwa kadri wanavyowapa kazi ngumu. Hawa watu wanafanyaje? Wanaongezeka. Alivyoona hey, bado wanaongezeka, akasema, isiwe taabu wakiwepo huko, wanazaa akikisha hawa watoto wanauliwa. Alivyoona hatua ya kwanza imeshindikana, kwamba imeshindikana kuwapunguza, imeshindikana kuwaua, akaamua sasa aingie nao moja kwa moja, kwa kuwa wanaongezeka sana pamoja na kazi ngumu tunazo hapa. Basi nenda hatua ya pili, wanapokuwa wakiwa katika kuzaa, waueni wakizaliwa wa kiume waueni, wakizaliwa wa kike waacheni hai. Kutoka moja kumi na tano anasema: kisha mfalme wa Misri akasema na wazalishaji wa Ebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua, akasema, wakati muwazalishapo wanawake wa Kibrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanaume basi muueni, lakini bali ikiwa ni mtoto wa mwanamke, mwanamke na aishi. Lakini wale wazalishaji, napenda hii sentensi, lakini wale wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyu mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalishaji na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalishaji akamwambia mfalme, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni odari hao, nao huzaa kabla mzalishaji hajawafikilia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalishaji, nao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi na kuwa na nguvu nyingi. Haleluya. Maanake mfalme alivyoona ya kwamba hawa watu tumeshindwa kuwapunguza kwenye kuwapa kazi ngumu, akaenda steji ya pili, au tuende kwenye namna ya pili. Ni kama ambavyo shetani akishindwa kukumaliza usipate elimu, akishindwa kukumaliza usianze biashara ukaweza kuanza, hanyamazagi anaendaga steji ya pili, au anaendaga kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili ya mfalme ni kwamba akaenda kumsubiria pale mbele, simnabeba mimba, simnazalisha wakiwa leba tuwamalize wakiwa wanajifungua. Tuwafanyeje? Tuwamalize. Akaongea na wazalishaji, mmoja wapo anaitwa Pua na huyo wa pili anaitwa Shifra. Akaambiwa akizaliwa tu mtoto wa kiume ua, kwa kike waacheni, maana wa kike wanaweza wakaolewa hata na wa Misri, wakawa wakwetu wakike wanaweza wakaolewa, hapa hawatakuwa na nguvu ya kupigana vita itakapokuja. Maana yake Farao was very strategic in planning, alikuwa na plan kistrategically kwamba yani anapambana na watoto. Imagine huyu mtoto anaezaliwa, eh. Sio kwamba hata amemtukana Farao, sio kwamba ameongea kitu chochote kibaya. Yani wakati yeye anasema wale watoto washambuliwe, sio anawachukia, haoni mtoto. Wakati wewe unaona hii biashara anaanzisha tu, wewe unaona aka kakazi na kaanzisha tu, wakati wewe unaona hii hapa ninaijaribu tu, kuna mwenzako anayeona kabisa huyu nikimwacha huyu mtoto wake akasoma vizuri, akapata degree vizuri, aka, anaweza akaja akawasaidia wazazi wake, anaweza akaja akajenga, anaweza akawa msaada wa taifa huyu. Tukimwacha akapata hiyo tenda kwenye hiyo ofisi, atakuwa wa tofauti. Kwa hiyo wewe, kabla hujaenda kuomba tenda, kuna watu wameshaweka zuio jikoni, asipate wa kabila la Kichaga, asipate wa kabila la Kimeru, asipate wa kabila la Kimasai. Wameweka zuio, na zuio linaweza likawekwa kwa namna yoyote, kupitia giza, kupitia kukosa kibali kupitia maneno ya watu. Maneno ya watu yanaweza yakaeka giza mahali, na ndio maana Yeremia anatuambia, Yeremia alipoinuka aongee na lile taifa awaambie watu ya kwamba Mungu asema leo, nitawafinyanga tena, nitawafinyanga tena, mimi ni mfinyanzi. Sikiliza, wale watu walioinuka walisema neno la mfalme halikataliwi, neno la nabii haliponyoki, lakini njooni tumpige kwa ndimi zetu walitumia nini? Walitumia ndimi kumpiga nani? Yeremia, kumfanya kile alichoongea kisiweze kusimama. Hata kwenye maisha yako, kabla hujayaendea maono yako, kuna ambao wanatangazaga kabla, yani kabla we hujashtuka na kusema ili jambo linatakiwa lifanyike namna hii, ili jambo nitaenda tu, nitaenda tu, shetani anakuwekea zuio, roho ya uzito. Roho ya uzito inaweza ikasimama kama zuio mahali ili kitu kisizaliwe na ndio maana tunaona, au wakati mwingine akaeka watu strategically, waueni wanaokuja hapo, waueni kwa maneno, waueni kakara, waueni kwa kuwasimanga, waueni kwa kuwavunja moyo. Sio kila ndoto ulionayo unatakiwa umwambie mtu, wengine wapogo strategically, wako kimkakati, kuzuia usipige hatua. Mungu akupe watu ambao, hata kama Farao ametoa amri, hata kama familia yenu imetoa amri hata kama wabosi wako wametoa amri, hata kama ndugu wanaokuzunguka wametoa amri, wakasema uuliwe, Mungu akupe Pua na Shifra atakayekuvusha kwa msaada wa Bwana, hata kama sio yule uliyemzoea. Haleluya! Mungu akiamua kukusaidia, sio lazima atumie mtu wa kabila lako, sio lazima atumie mtu uliyemzoea sio lazima atumie mtu mwenye elimu, sio lazima atumie yule ambaye una maagano naye. Mungu akiamua kukusaidia anaweza akatumia hata adui yako kukuvusha. Kwa nini? huyu Pua na Shifra kama wazalishaji, kama unavyosoma katika Kutoka moja kumi na tano, Pua na Shifra ambao walikuwa wazalishaji wamesemeshwa na mfalme. Unajua mfalme ni kiti kikubwa eh? Mfalme ni mtu anaheshimika, si ndio eh? Wameambiwa na mfalme, akizaliwa wa kiume muweni. Lakini na wanalipwa na mshahara na nani? Manake mshahara wanalipwa na serikali ya Kimisri. Maanake mfalme yuko concern na ajira yao, yaani mfalme anahusika kwenye ajira yao. Lakini ikifika swala la Kimungu, hawa watu wakatoa nao sababu za Kiungu, wakamwambiaje mfalme? Mfalme, hawa watu wana sio kama wanawake wa Kimisri, hawa ni wanawake wa kitofauti. Kwa sababu ya kazi ngumu wanazofanya, kwa sababu ya mazoezi walionayo, kwa sababu ya ujasiri walionao, wakifika leba, wakifika kwenye kuzaa, wao wanazaa haraka tu. Hiyo ni sababu ambao walitoa wazalishaji, ili kuwalinda wale watoto wa Kiisraeli wasiweze kufa. Mungu anaweza kumtumia anayelipwa na adui yako, atalipwa na adui yako, atalipwa na anayezuia maongezeko kwako, lakini atakubeba wewe kwa ushindi. Unanielewa? Pua na Shifra wanalipwa na mfalme, lakini hawafanyi kazi ya kifalme. Wanafanya kazi ya kuwalinda watoto wa Kiisraeli, wanafanya kazi ya kuwalinda watoto wa Kiebrania. Mungu akupe neema ya kukuvusha mahali ulipokwama. Maono yako hayatakwama, biashara haitakwama, kazi haitakwama. Mungu akuinulie watu watakao kusema kwa wema. Mungu akuinulie watu wanaojua kukutetea kwa sauti ya kimamlaka. Mungu akuinulie watu wenye sababu nyingi zitakazoweza kumsababisha mfalme akaelewa, ili uvuke kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao wakiwa ofisini wao ni kuchongea watu tu. Wao, huyu hapa hafai, huyu hapa aingii, huyu hapa afanyi vizuri, lengo na madhumuni utoke kwenye hiyo nafasi, utoke kwenye hiyo nyumba, utoke kwenye hicho kiwanja, utoke kwenye hiyo biashara. Lakini Mungu anaweza akamtumia yule yule aliyeajiriwa akumalize, akakuvusha adui zako wakuvushe kwa jina la Yesu. Amen. Adui zako wakuvushe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuletee msaada, hili ni ombi la kuomba na asubuhi ya leo tutamwomba Mungu atuletee Pua na Shifra na maanisha kwamba atuletee katikati ya maadui zetu, awaweke huko huko wa Misri, ambao watatumika kama kibebeo cha kutuvusha. Wale watoto walikuwa hawajui kujitetea kama wewe, wale watoto walikuwa hawajui kuongea kama wewe, wale watoto walikuwa hawajui chochote, lakini tangazo limeshatoka. Wakiwa katika hali ya uchovu, wale wa mama wakiwa katika hali ya kuzaa, wale wa mama watoto wao wauliwe lakini Mungu akasimama upande wao. Mungu asimame upande wako kwa jina la Yesu. Mungu asimame upande wako kwa Amen. Jina la Yesu, nasema Mungu asimame upande wa Amen. Biashara Amen.